Kwa kile anasema umekuwa mm, sitaki kutumia maneno yake, manake kidogo sijui kama yalikuwa right, ama yalikuwa tu ni, ni maoni yake, lakini anasema hii serikali hii serikali yenye waliongoza na Rais William Ruto, Rais William Ruto hawezi kushauriwa mm -hmm. anasema Rais William Ruto ndiye mshauri wa William Ruto, sio mimi nilisema, ni mmoja wale ambao waliongoza pamoja na rais William Ruto pale Ikulu. Bali na hilo, amesema pia ameibua tetesi za ile fertilizer. Mbolea ni jambo ambalo Wakenya wengi wamekuwa pia wakizungumzia na ni jambo ambalo Raila Odinga wakati wa maandamano ya jinsi na maandamano ya Azimio aliibua maswali dhidi yake, maswala kuhusiana na mbolea, mbolea ambayo inastahili kuwa ya bei nafuu. Hiyo jana Ikulu na viunga vyake na wale washirika wake wakijaribu kujibu maswala hayo kwa kile wanasema, no this fertilizer we try to repackage. Na ni maswala ambayo inamuhusu mkulima, lakini ni nani wa kuaminiwa? Bali na hilo, Justin Biden Muturi, aliyekuwa waziri wa public service ama utumishi wa umma, pia yeye amesema maisha yake yamo hatarini, kwani usalama wake na ulinzi wake uliondolewa Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkumen kwa upande wake akisema kwamba That is a protocol. <laughs> ni maneno ambayo yalitumika wakati ule wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakati ambapo Rais William Ruto then akiwa deputy aliwahi kujipata walinzi wake wameondolewa, akaletewa wengine and the words were it is a scaling reorganization of security ni masuala ambayo yanajirejelea hapa nchini. Tukivuka hapa kwa IBC, la mno ni kwamba IBC ile selection panel is yet to tell us about six more names. I don't know whether they were sneaked or there was an agreement. Ni baadhi ya yale pia, nikiwa na pilika katika pilika pilika zangu nimepatana na viongozi na wakawa wakizungumzia hayo yote, tutaangazia hii leo katika mstakabali wa taifa, Nikiwa naye Arnold Maliba ambaye pia ni mmoja wa wale ambao ni wachanganuzi wa sera za serikali na maswala ya taifa, na pia siasa, lakini pia ni mwenyekiti na kiongozi, tuseme kinara <laughs> nilikuwa najua the moment nitaweka hayo maswala yote lazima uzungumze. Unajua <laughs> Listen, ni vizuri uniintroduce vizuri kama party leader wa Progress Plus Alliance. Mimi nimesema tu ndio nisikie sauti yako. Hata nilikuwa najua nikikosea kidogo as the party leader lazima uamshe sauti. And I did that deliberately. How are you Arnold? Eh, niko salama, labda wewe? Karibu sana katika studio hizi. Asante. Nimefurahi kukuona siku hii leo. Pia sisi kuwa tuna furaha. Mwambie Kiprono chama chako, maanake kidogo ajue hata chama, uh, tuna chama kipya, Kiprono. Kiprono rafiki yangu. Ninajua. Uh, uh, tume tulikuwa tunafanya kazi kitambo pahali <laughs> pamoja kwa mrengo mmoja <laughs> uh, uzuri, uzuri kitambo ni two months ago. No, no two months ago. You know in politics one day is like a thousand days. I can imagine. Yeah, so mimi ni kiongozi wa chama kinaitwa Progress Plus Alliance. Ni chama mm -hmm. kipya uh, chama cha kizazi kipya, mawazo mapya, kwa sababu we cannot solve our problems with the same thinking that caused it. I am waiting until ni wapate kwa one alliance, then you tell me another story. Uzuri, mimi ni yule ambaye ni overseer, wakati ambapo tuna, tunaendelea kuchanganua siasa. Karibu sana Kiprono, asante list. Najua hujakuwa katika Kikao cha Hoja, hapa ndipo nyumbani, asante. Mahoja zote muhimu, nitaanza kwa kuuliza swala hili la IBC maanake ni swala ambalo lina wahusu wa Kenya bali na maswala mengine ya siasa wakati ambapo tunasikia uh, kumbuka kumekuwa na trust deficit katika taifa hili ama kule kutoaminiana katika swala la uundaji wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IBC, lakini wakati huu wa, yapo majina sita ambayo yameratibiwa, wale watu wanapigwa msasa, lakini ni majina ya watu ambao katika the first shortlisted people hawakuwepo na wengi wamekuwa na maswali mbalimbali mbali. Arnold wakati tunasikia vasola kama haya huenda tukarejea tena mahakamani na pia tukajipata tena tumevutana tena kuunda tume hii. Kwanza kabisa, nadhani kupeana focus kwa hayo majina sita kidogo inapoteza ninajua the, the bigger picture, kwa sababu tayari huu msasa wa kuchagua makamishna wa IBC umekumbwa na simtofahamu kwa muda mrefu sana. Kwanza kabisa, vile tumeweza kushughulikia IBC in the past imefanya kuwa IBC no longer attracts talent. So ukiona hata zile jina zenye ziko shortlisted, unajua kuna Wakenya ambao wanaweza kuwa better commissioners. Are you for real? At IBC never attracts? It, it never attracts talent. Mm. Kwa sababu wache ni, ku, ni kupatia mfano, mm -hmm. Wale watu ambao wamefanya kazi kwa NGO na UN kama wengine wetu, unapata mtu kama Chiloba kwa mfano, Chiloba akikuwa UN alikuwa A1. Unajua ile mtu mwenye huyu grade A alafu, unajua inaweza kuwa na A2 A3 hivyo, ikienda very sharp person but wakisha kuja hapa kwa IBC uh, vile tabia zetu mbaya za kisiasa tunawaharibia akina Kombe wale watu walienda kitambo kidogo. Brilliant people and brilliant Kenyans, the real talent, the top layer ya watu hawapendi kwenda IBC because IBC has become a career graveyard. But tuseme hivi kwanza kwa mchakato huu specifically, unapata kuwa haujafanywa vizuri. Uh, pahali ambapo penye sisi tunakaa tunaona kuwa ni maelewano kati ya uh, uh, Rais William Ruto na Raila Odinga mm -hmm. na uh, mchakato wa siasa na uchaguzi hauwezi kuwa juu ya watu wawili, hatuwezi kupunguza Kenya ikawa juu ya watu wawili peke yake. Kwa hivyo from where, from where we sit sisi uh -huh. tunaona tayari this one is a rigged process. Sisi kama PPA kwa mfano tu, tunaandika barua tutakuwa tunaipelekea selection panel kesho, kwa sababu kuna list ya watu majina kumi na tatu imekuwa ikicirculate kuwa hao ndio watakuwa shortlisted na watoe watu saba. Hapo ndani kwetu sisi tunapata as much as hiyo jina hiyo listi inacirculate round, inaweza kusema kana ni speculation, lakini ukiangalia watu wako na political network, ni wale watu ambao wa wamekuwa na na state na political network, wameingiza mizizi huko ndani mm -hmm. kuna majina zile ambazo ukiona na vile wameweza kufanya kazi na hawa watu wengine, unajua hata wakikuja hapa, kwa mfano wewe ni mfanyakazi wa chama cha kisiasa kwa sasa kwa njia moja ama nyingine, we ni official ama awaka huko, unaenda IBC. Alafu tunakwambia sasa, ukishaingia IBC unakuwa independent automatically. Unajua, wasifikirie hizi vichwa vyetu vyenye viko kwa mabega yetu, hizi vitu vichwa ni, ni decoration. Mtu ambaye kwa mfano yeye ni official wa chama, wacha mm -hmm. niseme mfano kama rafiki yangu Joey Mdivo mm -hmm. yeye ni chairperson wa dispute resolution ya UDA. Yes. kule ambako nilitoka kitambo. Sasa Joey anaweza kutoka hapo hey, chairperson wa KPLC. anaweza kutoka hapo hivyo, alafu immediately amekuwa elected chairperson wa IBC. Sasa anakuwa independent. maswali, in... ni maswali mazuri. Aya, kuna mtu kama Duncan Ojwang alikuwa wakili wetu pale UDA kwa muda mrefu sana, bako Kenya Power. Duncan Ojwang ukimchagua akakuwa commissioner. All of a sudden, Dankan Ojwang, anakuwa independent. Hatujasahau the cherera four kile ambacho walifanya, hatujasahau hicho. Kwa hivyo tuko pale ambapo ukiangalia hii jambo hili it's beyond these six names. Najua one of the reasons kwa nini majio majina sita yalielektwa ilikuwa kwa sababu ya vijana vijana walisema hawakufanya nini, hawakuwa waliongeza jina moja tu, walitumia tetesi za vijana na vijana kwenda kuongezea kotini, kuongezea majina mengine. Mengine. Ehe. Yes. Vijana kotini, hayo, majina mengine wameongeza kijana mmoja peke yake. Vijana walikuwa wameenda kotini, watu wengine wote, nikifanya upekuzi wangu pamoja na masharia Gashuru ambaye kwa upande wa runinga huwa ndiye anatuongoza kule. Nimeona hayo majina, anzia tu hapo na Hasan Nur Hasan alikuwa PC kama niko primary school. Ehe, ni <laughs> <laughs> kijana wapi? Kijana <laughs> kama unasema majina, article 260 ukiangalia majina sita yote, kuna ehe, kijana mmoja peke yake anaitwa Joel Mwita. Ehe, na hii list ilifunguliwa, review ya hii list ilifunguliwa kwa sababu vijana walisema walipiga tetesi wakapata kuwa hii selection panel mtu yoyote mwenye aligraduate after, after 2014 hakukuwa considered, ikakuwa ni vigumu sana vijana ku, kumake hiyo cut list. Baada ya vijana kupiga tetesi na kwenda kotini, wakafungua in the name ya kuwa wanataka kuconsider mm -hmm, wale ambao walikuwa wameacha zile vitengo zilikuwa zimeachwa nje, wana sneaking Joel, alafu wanaleta majina zingine zile zenye. Hata sisi pia, tuna maswali. Kipiegon, nikaona ssi ikaona Hassan Nur Jibril Maalim Michael Bien, Ben Oliewo, Joel Mwita na Stephen Kibet. Huyu Stephen Kibet umesema ndio kijana peke yake. Hapana Joel. Ama Joel Mwita ndio kijana, kijana peke yake. Uzuri ni kwamba niko na kijana rafiki pia. Yangu, rafiki yangu Stephen Kibet Ngeno ni, ni kijana pia so. Umesema huyo pia ni rafiki yako. Ni kijana. Na ni kijana. Yeah. Lakini wengi wana maswali. Mbona hawa wote hawakuwa considered wakati ule? Wa kwanza. Wa kwanza. Why do you have to wait until the last minute? Tunaelekea kumaliza, then you add another name. Remember in this country, kumekuwa na shida ya kutoaminiana katika swala hili la ABC. Tupo hapa ni kwa kuwa bado hatujaaminiana. Lakini kabla unijibu, niruhusu niingie hapa kwa vidokezo, tuone kulikoni katika kipindi cha dakika kumi zijazo anafahamika kama Collins Lusweti, atakuwa akijajaa studioni kutujuza kulikoni katika kaunti zote 47 humu nchini, lakini kwa sasa, hayani baadhi ya yale ambayo tutakuwa tukiangazia. mm -hmm. Najua hii mitambo ninawaambianga kidogo 779 Meru hapa ndipo. Ehe, hapa ndipo na kubali vidokezo vya habari za Radio 47, hayeni baadhi ya yale ambayo tunatarajia katika kipindi cha dakika kumi zijazo, naye Collins Lusweti. Mfanye biashara wa ba afariki dunia kwa kugongwa na trailer. Lugari Kakamega. Na uchaguzi wa ODM mashinani wa kumbwa na dosari tele. UDA nayo yajiandaa kufanya uchaguzi. Mengi zaidi itakuwa hapo baadaye, naye Edwin Simiyu, sio Collins Lusweti. Unajua, mimi siku zote siku kama ya leo huwa najua niko na Collins. Na ndio hivyo vidokezo vya habari za Radio 47 Kikao cha hoja na Liz Mtuku. Tunasonga mbele kwa namna hiyo, katika kikao cha hoja nikiwa naye Arnold Maliba ambaye ni mwenyekiti wa chama kipya humu nchini Nita, nikiendelea kupigia debe. Najua kamanda ataniuliza, Liz umeingia kwa chama ama unataka namna gani eh? <laughs> <laughs> unajua, Liz, Liz. Ningependa tu kukusaidia kuwa mimi ni kinara wa chama, tuko na chairman ambaye anaitwa Kennedy Ondiek. So unajua, si unajua, isiku tunachukua nafasi ya mwenyewe. Kennedy Ondiek is the chair person sawa, of the of party mwenyewe. Kwanzia sasa nitasema kinara, kinara wa chama sawa. we are very sorry lakini, nimekuambia nitaendelea kufanya makosa, ndio pia wewe upate nafasi ya kukiuza chama cha, ila tunasonga mbele katika swala hilo wakati ambapo tunasikia the last minute zimesalia zime siku chache tumalize maswala ya kupiga msasa ama ufanye usaili wa wale ambao wanataka kuingia, uh, katika nafasi hizo, lakini unasikia majina mengine bom yapo hapo, na tetesi ambazo wameibua Arnold Maliba ni kwamba ni vijana tu mmoja ama wawili ambao wamekuwa considered, hao wengine walikuwa na ngoja nini ama wamekuwa vijana overnight. Uh, ukiangalia katika maswala ambayo aliibuliwa na the young people. yes iliongozwa na rafiki yangu advice mundalo the concerns that these people raised regarding the issue of commissioners yes and the failure to shortlist the young young people. People yes. who had applied for the same positions mm -hmm. we need to accept that change doesn't come overnight mm -hmm. change and leadership is progressive. yes

All of us are political animals lakini tuko na ikifika kwa IBC, because it's so sensitive, there is, there are very many institutions zile zenye ni commissions zile zenye hakuna ai inaanza nayo, lakini ukiona pale penye ai ilikuwa inaanza kama ipoa IBC, there is a reason, hiyo ai ilikuwa inakuja mapema. We could just simply talk about uh, the uh, if we were people who respect the law tungeacha tu tukasema yes. kama kitambo vilikuwa inaitwa ECK Electoral Commission of Kenya in the US lazima waweke I lakini because we have to remind the rest of you that that independence there's a reason why inaanza peke yake now we, aren't aren't this is, this is, is, that's why I'm telling you no IBC if you actually look at how we lost 1300 people if we trivialize the issue of the independence of IBC we are playing with fire because the reason why people went to war In 2007 was and by the way, William Ruto was on the side of the people who are aggrieved. Let us not trivialize this thing. People have died in this country because of elections. Mm-hmm. And it's in other countries, watu wanapiga kura kwa kuhesabu tu mawe, marbles. Ukiangalia sisi hapa hivi kura yetu iko very expensive in the region. So, akom nani, wacha niseme, Akombe, Cherera, unakumbuka wana IEBC? Mbona tunajifanya tumesahau? And it's just the other day when the country was almost being lost, if it were not for one man, ule mwenye alisema 2017 nilipelekwa kotini, hizi ndio issues zilikuwa raised na nitastick na hizi issues. I can tell you, tukicheza hii mchezo wenyewe tunaanza kusema na we rationalize, we we normalize, na tunaanza kucheza cheza na hii mambo ya ABC, we will end up with far worse than what we had in 2008. That is why on this particular issue it must be a bipartisan approach, that by partisan is not just Raila and Nani peke yake because they are not the only people who are running for office it should be open for so many other Consultations people. Consultations with all political parties. Yes, we need a consultation with everybody else before they come up because let me just yetu tuseme tu kweli na kwa sababu. Mm -hmm. na, ngoja kwanza. go, my idea is is you know, from do do know, kama, kama, ongelea. kama tungetaka hizi vitu zingine zote mm -hmm. tungepatia public service commission ifanye process do you know why tunatengeneza a specials as in there are so many uh, commissions in this country where you just need public service to to do what to recruit. To, to, to recruit okay. why do we have to recruit a selection panel to recruit other people it is because this is a special process being a special process i'll tell you this what nikwambie na hizi sio vitu tusiogope kuongea hii ni nchi yetu mtu kama Katwa Kigen amekuwa wakili wa rais Shikilia hapo. Tunaingia katika masuala ya habari katika dakika moja ijayo, na Lusweti nikirejea, yeah. Baadaye tutaendelea na swala la IBC tukiingia katika siasa zingine, lakini kumbuka Kenya ni yetu sisi wote, na wewe pia pali ulipo katika 22047 na 0793047047 kauli yako siku zote inakubalika. Hapa